Hii ni safari ya kutoka mkoani Arusha yalipo makao makuu ya TAWIRI mpaka wilayani Mkinga mkoani Tanga ambapo TAWIRI imefika hapa kwa ajili ya kutatua migogoro baina ya mamba na binadamu. TAWIRI tumefika uwandani na mafundi wanaendelea na uandaaji wa vizimba kwa kasi kubwa sana. Tupo katika kijiji cha Kwangena kata ya Mnyenzani wilayani Mkinga mkoani Tanga ambapo TAWILI tumefika hapa kwa ajili ya ujenzi wa vizimba. Kwa majina anaitwa Alois Vincent Kundema Kapembe, diwani wa kata ya Mnyenzani, halmashauri ya wilaya Mkinga, mkoa wa Tanga. Kwanza kabisa tunamshukuru kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yake ya Maliasili na Utalii kwa kutujali wananchi wa kijiji cha Kwangena kwenye kata ya Mnyenzani, hasa katika kwenye kutatua adha hii ya watu kuliwa na mamba hapa katika Mkozuu. Lakini tunawashukuru tena Tawili kwa kufika kwetu kijini kwetu kwa kuja kutatua changamoto hii kubwa, kwani tumepoteza vijana wasiopungua watatu mpaka wanne ambao ni wakazi ya taifa, lakini yote ni kwa sababu ya kuja kutafuta maji. Mimi naitwa Duru Rajoni, natokea kijiji cha Kwangena, wilaya ya Mkinga, mkoa wa Tanga. Ni kweli mwanangu alikuja mtoni akiwa na wenzake fanya mahitaji ya, ya usafi inafika mida ya saa kumi na moja wenzake wanarudi, napata taarifa mwanangu kachukuliwa na mamba. Kweli kuja hapa, watu walikuja kujitahidi kutafuta ndani ya maji, lakini mtoto hakupatikana mpaka hivi ninavyoongea, kijajua mwanangu mama limla wote, maana sijaokote hata kidole wala mguu mpaka dakika hii. Tunamwomba mama Samia akiwepo na mbunge wetu kutandula atusaidie, hili atuletee maji kijijini kwetu avukani na hii adhabu ya, ya kuliwa na mamba mtoni. Tunakuomba sana mama Samia, tunamuomba mama yetu alione hili, atusaidie atusaidie. Mtafiti kutoka TAWIRI bwana Alfred Shayo ana mengi ya kuzungumza. Ni kwa nini niko mazingira haya kwa muda huu, wakati yakiwa ni mazingira hatari sana. Muda huu sio muda mzuri sana kwa mamba kuinda, lakini mamba huwa anakuwa active mara nyingi alfajiri na jioni muda wa mchana ambapo kunakuwa na jua huwa anapenda kutoka, ukizingatia kwamba mamba ana damu baridi, hivyo hutegemea joto la mazingira anayomzunguka ili kudhibiti joto la mwili wake. Lakini wakati wa usiku au mwanga hafifu jioni, mamba ana tishu ambayo kitaalamu inaitwa tapetum lucidum ambayo inamsaidia kuweza kuona mawindo kwa haraka sana, hivyo anakuwa focused. Kwa hiyo wanakijiji, tunawashauri wasije mazingira haya wakati wa usiku, wakiamini kwamba mamba atawaona, la hasha, atawaona vizuri sana na ataweza kuwashambulia na kuongeza migongano kati ya binadamu na wanyama pori. Tumekuja hapa kwa lengo la kuleta suluhisho ambalo ni la kutatua mgogoro kati ya binadamu na mamba. mgogoro huu unajitokeza kutokana na utegemezi mkubwa wa wanakijiji wa mto kwa ajili ya kupata maji ya kufulia kuoga, kuosha vyombo na kwa ajili ya shughuli nyingine za msingi zinazohitaji maji. Mamba yeye ye, kiasili anapata mlo wake kwa fursa. Chakula kinachojitokeza yeye ananufaika nacho kulingana na fursa inayojitokeza. Kwa maana hiyo sasa binadamu anapokuja kuchota maji, mamba anamuona kama kitoweo. Au kama ni mfugo unaletwa kwa ajili ya kunywesha kunywesha maji, mamba anakiona kama kitoweo kwa sababu yeye yuko katika yu harakati za kutafuta windo. Na mamba yeye ameumbwa kiasili kuwa mwindaji anakosa chakula kwenye maji cha kutosha, labda kutokana na kuharibiwa kwa mazingira ambayo yanaharibiwa kwa shughuli za kibinadamu, maji yanakuwa machache, au kile chanzo cha chakula ambacho alikuwa anakitumia cha awali au cha asili kinakuwa ni kichache, kama samaki wanakuwa wachache, kutokana na shughuli labda za uvuvi katika mto, au kutokana na shughuli za ukataji wa miti. Kwa hiyo maji yanapungua, ile biodiversity kwenye maji inapungua pia. Kwa hiyo mambo yanamlazimu kutafuta chakula mbadala, na ndio hapo na kusababisha mgogoro kati ya binadamu na mamba. Kwa hiyo katika eneo hili ndipo ambapo kizimba hichi kitajengwa na timu hii. Tumeanza kutengeneza eneo la msingi, kama inavyoonekana leo tumeanza kuchanganya zege na floor ya chini slabs, ili na jamii waweze kutumia eneo hili kwa ajili ya kazi ambayo tumeiandaa ya ujenzi wa kizimba. Kwa hiyo kazi hii uh, inafanywa na TAWIRI ambao ni ubunifu wetu, lengo likiwa ni kuondoa kazia ya mamba na binadamu lengo ni kuisaidia jamii iache kufulia maeneo hatarishi kule mtoni kwenye mawe. Watakuwa wanatumia eneo hili kufanya shughuli zao.